Wanaharakati na wanahabari nchini Kenya wanaendelea kumwenzi msomi na mwandishi maarufu Ngugi wa Thiong'o, ambaye urithi wake katika fasihi, siasa na harakati za kijamii umeendelea kuhamasisha vizazi vya waafrika na watu duniani kote. Akiwa nyumbani kwake jijini Nairobi, mwanaharakati Ndungi Githuku alitafakari juu ya mchango mkubwa wa uandishi wake Ngugi na uhusiano wa karibu waliokuwa nao Young people

Kupitia riwaya, insha na tamthilia zake, Ngugi alijitokeza kuwa sauti ya wanyonge akifichua unyanyasaji wa kisiasa, kijamii na kiuchumi and it doesn't harm for you to not betray the people because Ngugi never at any point betrayed our people mnamo disemba mwaka 1977 ngugi alikamatwa na kuwekwa kizuizini kwa mwaka mzima bila kufunguliwa mashtaka baada ya tamthilia yake maarufu ngahika ndenda yaani ni tawa nikipenda kutokana na vitisho vya kisiasa na habari kuwa idara ya usalama chini ya rais daniel arap moi wakati huo ilipanga kumkamata na hata kumuua ngugi alilazimika kuingia uhamishoni mwaka 1982 akiwa uhamishoni alifanikisha taaluma ya kifasihi na akawa profesa wa Kiingereza na fasihi katika chuo kikuu cha California Irvine, Marekani. Mwandishi mkongwe wa habari Parselelo Olekantai pia alitoa heshima zake kwa Ngugi. Ngugi was a towering figure of a remarkable generation. Um, it is a generation that grew up, you know, was born and grew up in the native reserve of the british colony

Ngugi wa Thiong'o ameendelea kuwa ishara ya uthubutu wa kiakili na mapambano ya ukombozi wa Afrika katika nyakati ambapo fikra huru mara nyingi hukandamizwa. Urithi wa Ngugi wa Thiong'o unazidi kuwa mwanga kwa wasomi, wanaharakati na vizazi vipya vinavyotafuta mabadiliko ya kweli.